Nitakuelekeza jinsi ya kutumia uh, product page au kurasa ya bidhaa kama hivi unavyoiona. Kwa hiyo nitakuelekeza kila kitu kutoka kwenye hii uh, product page hapa hapa. Naitwa product page au kurasa ya bidhaa kama unavyoona imeandikwa hapa. Ukibonyeza hapa juu kuna button imeandikwa uh, English, yani badilisha lugha kuwa ya Kiingereza. Nikibonyeza hii button itanibadilishia lugha. Umeona, lugha imeshabadilika sasa, imekuwa Kiingereza. Kwa hiyo utaona hapa imeandikwa product page. Na utaona maneno pia yamebadilika price now, price was, na maneno mengine yote watch, video, download, product description. Now sisi tunapenda kutumia Kiswahili kwa sababu pia tumetengeneza uh, hii website kwa kutumia Kiswahili rahisi sana, kwa hiyo ni rahisi sana mtu utumie Kiswahili, kwa hiyo nitarudisha kwenye Kiswahili kwa sababu ndivyo ambavyo tumezoea na tunapenda kutumia Kiswahili, kwa hiyo nitabonyeza hapa kwenye Kiswahili, itarudi kwenye Kiswahili button ya kwanza. Hii button uh, hii inaitwa ingia au log in. Ukibonyeza hapa kuna sehemu itatokea hapa kuna login au sign up. Uh, pia hivyo hivyo kwenye hii hapa account yangu. Hii ni sehemu ya account yangu. Siwezi kwenda kwa sababu sija login. Kwa kile nikibonyeza, lazima ataniletea hii login au sign up. So now tuende kwenye button ya login hapa. Ingia. Now, tukifika hapa, uh, tutakutana na hii sehemu mbili hapa imeandikwa login na sign up. Login ni kwamba unaingia kwenye account yako ambayo tayari unayo uliwahi kuifungua hiyo account. Kwa hiyo kama account yako unayo una na uliwahi kuifungua basi utaandika jina la kwanza hapa, jina la pili na neno lako la siri. Kama umesahau na unakumbuka uliwahi kufungua hiyo account basi aa, tupigie simu, tuambie na sisi tukurudishia account yako. Lakini pia kuna sehemu andikwa sign up yapo hapa, hapa au register. Hii sehemu ni kwa ajili ya kusajili Uh, au kufungua akaunti mpya kwa mtu ambaye ni mgeni au hana akaunti kabisa gmail.com. Kwa hiyo hapo unaandika jina lako la kwanza, la pili, namba ya simu, barua pepe ambayo sio lazima pia kama hauna, neno lako la siri, alafu utarudia, uta sign up maana utakuwa umefungua akaunti mpya. Make sure kwamba unaendelea kutumia akaunti yako hiyo hiyo, uh, usihame kwa sababu kama kuna vitu vyote ulivyofanya kule au saa akaunti yako ina salio, basi ukilogi ni uh, ukisaini hapo nyingine, yani ukifungua akaunti nyingine utakuwa umepoteza ngiepoteza zote za akaunti ile ya mwanzo sure uh, uh, yani ya mwanzo sisi tuna haya akaunti yetu inaitwa Jemima John. Hii ni demo account. Uh, password ni ya siri na tuwezi kuisema. Kila mtu anatunza password yake uh, ya na, sasa hapa tumeshaingia kwenye akaunti ya Jemima John. Umeona, baada ya kuwa umeingia kwenye akaunti, unaona hapa juu imeandikwa Jemima John na salio ili hapa unaona ina huyu Jemima John ana laki moja themanini na nane kwenye akaunti yake. Jinsi ya kuongeza salio, video nyingine zinaelekeza. Now, kwa hiyo amesha login kwa kutumia ile, na maana ile umeona ile ingia imeondoka imebaki tu account. Sasa kwa hiyo kulikuwa kuna english, kuna account. Ukibonyeza hapa kwenye account, utakuwa umeingia kwenye section hii hapa, au sehemu ambayo inaitwa account yako. Ukibonyeza hii button ya kushoto hapa, au ya kulia hapo, utakuwa umerudi kule ulipotoka po kibweza akaunti utaingia kwenye section ambayo ukibweza hapa utaona imekuandikia hapo pochi na miamala, malipo ya uh, malipo uh, mikopo ya bidhaa, malipo kidogo kidogo na kila kitu hapo. Tumeingia kwenye account yako. Kwa kama una mikopo, una malipo kidogo kidogo, utabweza hapa, utaona bidhaa zote ambazo unazifanyia malipo kidogo kidogo. Hii yote imeelekezwa kwenye video nyingine, so weka back hapa, turudi huku uh, kwenye akaunti yangu hapa ni msaada. Ukibonyeza hapa utakutana na video zote ambazo uh, zinakufundisha jinsi ya kutumia hii website. Hapa ni bidhaa zote. Ukibonyeza kwenye bidhaa zote hapa uh, itakuletea kwenye hii page au ukurasa huu ambao, ukurasa huu kila bidhaa inayoongezeka inakaa juu ya hii. Kwa hiyo kwa mfano wewe ujaingia kwenye website ya givenall.com, una wiki tatu na unataka kujua bidhaa zipi mpya ambazo zimeingia. Basi bonyeza tu kwenye bidhaa zote hapa. Ukija kwenye bidhaa zote utakuta hizo bidhaa zimepandiliana hapa, zimeongezeka uh, kwenda juu. Kwa hiyo utazikuta hapa hizo bidhaa ambazo mpya zimeongezeka. Kwa mfano hii ndio bidhaa mpya kabisa latest ambayo imewekwa leo. Hii ni bidhaa mpya, unaona kabisa. Kumbe kuna kurasa ngapi! Unaweza kwenda kwenye kurasa ya 13 hapa utakutana na hizi bidhaa za mwanzo kabisa kuwekwa huku, unaona eh, tukirudi back hapa kwenye ile kurasa ambayo tulikuwepo sisi. Kwa hiyo, kumbuka kwamba unaweza, uh, ukatembelea hizo kurasa zote kuangalia bidhaa zote za kwenye website ambazo zimewahi kuwekwa huko. So hiyo ndio maana ya bidhaa zote. Nao kapu ni sehemu ambapo unaweka bidhaa zako. Hii kapu ni kwa ajili ya bidhaa ambazo unataka kuzinua, au inaitwa cart kwa Kiingereza. Nao hapa ukija chini kuna sehemu imeandikwa hapa kuna kialama cha nyumba. Hii ukibonyeza unarudi home. Utarudi hapa home ambapo kuna bidhaa zote ziko hapa, landing page ya home, unaona eh. Na ukitaka kurudi kwenye product page utaibonyeza ile bidhaa, au pia juu hapa, hapa kuna navigation button ya kushoto na ya kulia. Ukibonyeza hii button hapa, utarudi kule tulipokuwa, utarudi kwenye home page hapa hapa. Tulipo ni bidhaa zote eh. Ukibonyeza pia hii kushoto hapa, utarudi kule tulipokuwa tulipokuwa. Ambako ni, ni hapa tulipokuwa mwanzo. So ukibonyeza hapa, tunaenda tulipotoka. Ukirudi hapa hizo navigation button, umeona, turudi home tulikuwa kwenye bidhaa ipi? Hatujui, labda turudi hapa, hii logo, utapata bidhaa zote za Samsung. Ukishuka chini, kuna bidhaa zote za Samsung ziko hapa. Tukate, tubonyeze tena, njoo hapa, bonyeza LG, tona bidhaa zote za LG kata Njoo tena hapa bonyeza. Sasa hapa umeona kuna links hizi electronics. Electronics. Hapa hapa. Hii tuandike bidhaa tunayotaka, labda Hisense TV inchi 50 nikibonyeza, zimekuja hapa ziko uh, kuna UEFA Euro hii hapa, na hii labda tumebonyeza hii, itakuja hapa, ina picha tatu, unaweza kubonyeza hapa kubadilisha picha eh, turudi kwenye friji. Sasa ukishuka chini hapa utaona links hizi mbalimbali, lakini pia utaona sehemu hapa imeandikwa jina la bidhaa. Hizi ni links. Ukibonyeza kwenye refrigerator hapa, utakutana mafriji yote yako hapa hii page inaleta bidhaa zinazofanana tuweke back tubaki hapa. Now ukija hapa jina la bidhaa hapa, umeona imeandikwa jina la bidhaa, jina la bidhaa ni Hisense fridge na dispenser, na hii huku mbele tunaandika model yake ambayo ni H350 BTS WD. Now namba ya bidhaa, namba ya bidhaa inaandikwa GVL 03022024 na hapa. Maana yake hii namba huwa inatengenezwa kwa kutumia muda, dakika na saa ambayo bidhaa iliwekwa. Sasa ukija hapa, copy hizi namba za bidhaa kwa hizi namba tatu za mwisho hizi namba uh, tatu za mwisho, ukirudi hapa, unaweza ukasearch hiyo bidhaa kwa kama umeisahau, paste tu zile namba hapa, afu tafuta hiyo bidhaa, utaikuta bidhaa yenye ni ni. Bonyeza tena hapa tuone kwenye product page kule kule kwa namba ya bidhaa. Jamani, ni unique, natakiwa uitunze hii namba kama unataka hiyo bidhaa uikumbuke kwa haraka. Ukishuka hapa chini, utaona zimeandikwa hali ya bidhaa. Kwa mfano, hii bidhaa ni new, yani brand new au mpya E, au mpya kabisa. Utakuta imeandikwa hapa hii bidhaa ni mpya. Kama ni used utakuta imeandikwa hapa. Sasa hivi tuna bidhaa used lakini zikiwemo utakuta imeandikwa hapa used utaokuwa shilingi laki tatu. Njoo hapa. Bonyeza hii mishale. Utakuwa unabadilisha picha za fridge. Unaona? Kuna picha kwa mfano tunapiga hizi picha hizi. Tumesimama na bidhaa ili wewe mteja wezi kuona ukubwa wa hii bidhaa ikusudi sije ukaletewa bidhaa alafu kalalamika ukasema ile bidhaa ni ndogo. So utaona picha kama hii ambayo nimesimama na bidhaa au tumesimama na bidhaa kwa ajili ya kusaidia kujua au hii au picha hii au picha hii. Kwa wewe mwenyewe unataka nini? Hapa manake ukiona hivi ujue amna picha nyingine yoyote. Na ukija hapa kuna kupakua bidhaa. Unaweza kupakua bidhaa HD yani kudownload bidhaa, picha za bidhaa. Kwa kama picha HD ukibonyeza, ukibonyeza hapa utachagua labda nataka picha namba moja eh, ita download. Nataka picha namba mbili ita download. Nataka picha namba tatu ita download. Eh, lakini pia ukija hapa chini uh, utaona uh, sehemu ambapo imeandika labda, uh, so, ukija hapa, chini, utaona kwa mfano hapa kuna sehemu imeandika uh, tizama video ya bidhaa. Sio kila bidhaa ina video, lakini kuna nyingine zinazo. Kwa hiyo ukikuta hii, ujue video ipo. Kwa hiyo bonyeza hapa sehemu imeandikwa tizama video ya bidhaa. Ukibonyeza hapa uh, utakuja kupata hii section hapa, bonyeza hapa play. Ina maana hapo tuna play video ya bidhaa, unaiona kabisa hapa video ilivo. Ukisogeza mbele utaona kila kitu hapa kila kitu video yote utaona, bidhaa yote mpaka kila kitu utakata hapa. Hizi video ziko YouTube, tumezilinki hapa. ziko video nyingine ningine, unaweza kutazama na nyingine inginea, tunaelezea bidhaa. Kama unakuta tunaelezea bidhaa tunaelezea uh, e, kila kitu utaona tunaelezeaga pia bidhaa la nao Rudi hapa chini uh, pachikuta maelezo ya bidhaa hapa, utakuta product description. Unaona kama hapa imeandikwa brand ni Hisense, model ni fridge, feature zake zote juu ya bidhaa hii. Kwa mfano nataka hii bidhaa, labda chochote kile kuhusu bidhaa nauliza, muuliza hapa, alafu andika chochote hapa, naomba kujua jinsi inavyoweza labda labda inavyofanya kazi alafu, unaweza ukatuma chochote kile unachotaka kujisikia au kuomba chochote, kama unaomba mkopo au nini, unaweza ukaandika hapa ukatuma, si tutapata hayo maombi lakini pia kuna namba za simu hapa, ambazo namba zetu hizi ni za ofisi, ni sifuri saba sita sifuri mia sita mia nne na sifuri saba sita sifuri mia sita mia mbili na namba zetu basi, tunakuletea bidhaa kama uko mkoani, maana sisi ni tofauti tofauti na namba za watu wengi wengi. Sisi namba zetu ni hiyo hiyo namba ya official ya ofisi. Lakini pia unaweza ukabonyeza chat WhatsApp. Ukibonyeza chat WhatsApp utakuja ku chat na namba hii hapa. Ukibonyeza chat WhatsApp utaingia WhatsApp moja kwa moja utachat na sisi kwa kutumia namba hii ambapo tutaanza ku chat direct kama kuna bidhaa na ukibonyeza chat WhatsApp kuna message inakuja, usifute message kwa sababu ina details zote za bidhaa za product ambayo unaitaka. So bonyeza chat WhatsApp, njoo tu chat kama una maoni na chochote. Unasema hapa imeandikwa lipa kidogo kidogo. Bonyeza hii lipa kidogo kidogo hapa utabonyeza, utaingia kwenye page hapa utakutana na jinsi ya kuanza kulipa kidogokidogo. Maelekezo ya kulipa kidogo kidogo nimeelekeza kwenye video nyingine. Turudi nyuma, njoo kwenye lipa. Ukishapokea hapa, utaandika jina la mmiliki, namba ya simu, eneo la kupokelea na taarifa nyingine, utatuma, tutakuletea hiyo bidhaa. Tumeeleza kwenye video nyingine. Njoo back, njoo hapa kwenye omba punguzo. Hapa utaomba punguzo, lakini kuomba punguzo maana yake utatufuata sisi WhatsApp. Kwa hiyo utaomba punguzo hapo, lakini pia kama hii bidhaa uh, ukiangalia labda hapa bidhaa hii haina mkopo, unaweza kuulizia mkopo kwa kubonyeza hapa product description utazikuta hapa. Waranti kila kitu. Njoo chini kabisa huku utakutana na bidhaa zinazofanana na hiyo bidhaa kama ni fridge. Chini fridge yako mengi, e, kwa mfano, hii tumebonyeza utakutana na mafriji mengi, home theater. Tubonyeze freezer labda hii freezer, tukishuka chini hapa, na yeye unaona ina picha nyingi. Ukibonyeza hapo unabadilisha picha unaiangalia kubwa, kila kitu. Tushuke tena chini tubonyeze no eh? So, uh, labda safari hii tubonyeze labda tv hii hapa, tukishuka chini huko TV mengi. So hivi ndivyo ambapo product page inafanya kazi. Kama kuna chochote unaweza kuuliza kwa kutumia namba yetu, au unaweza ukaboeza msaada hapa, utajifunza vingi zaidi. So karibuni sana givenall.com, tunapatikana uh, njiapanda ya mtaa wa Ndanda na Muhonda. Unaweza kulipa bidhaa akiwa mkoani na sisi tunakutumia kwa sababu sisi tumesajiliwa na tuna uh, tuna usajili na na tuaa tunafanya biashara, tuko serious karibuni sana.